Moja wapo ilikuwa ni kuimarisha hii barabara. Hii barabara iko ni atalula, lakini iko na upana kidogo. ita 5 kwa upana wake. Sasa baada ya maji kutoka kwamba maroli makubwa yapite huku. Yeah. Sije kwa sasa magari yale makubwa kupita katika eh, katika ule upana ambao babali kwa nayo. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kupanua hii barabara kutoka mita 5 10, ili magari makubwa yaweze kupitika vizuri kuleta madhara yoyote, lakini pia kupanua, tunasema ongezea upana, lakini pia kwenye kona zile ni nyembamba, mambo huwezi kuona kwa mbele, tupanua zaidi uweze kuona kwa mbele. Kwa hiyo kama tumeanza tarehe 9 baada ya kufika maelekezo au mkoa wa mkoa, pamoja na kamati ya ulinzi na usalama na, na, na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea nayo kama mlivyoona tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information na kuweka moral, sasa magari yaanze kupita ndani ya siku tatu kupita kama ilivyokuwa imeelekezwa. Sasa serikali imeshatoa hela shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kulipa fidia pale mlima Palizi au Iwambi. Hivi sasa tuanze kujenga pale mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia ambayo tuna imani kwamba kwa kufanya hivyo tutasaidia sana kupunguza ajali Kusapu, kwa sababu ksau tumeshapanua sasa, au project separate magari kutoka katika eneo eh, moja. kwa hiyo tuna imani kwamba baada ya kufanya hivyo imani tuna imani, Mungu akipenda, basi asi wangu tumepunguza sehemu kwa sana ya ajali, kwa sababu ajariasumai na nafasi ya kupita sehemu mbili tofauti. Mpaka kufikia hapa, nadhani tumezunguka sehemu nyingi, kwa ujumla, jinsi gani tukaangalia ambavyo tunaweza fanya utekelezaji wa maagizo lakini, tumeanzia mbali, kuanzia Inyara kama ilivyotanguliwa kusema mwanzo, kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza uh, congestion au magari mengi ambayo yanaweza katikati katika ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona haifai, tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka TANROADS na TARURA, tumekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo yaliyotolewa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari kupunguza mrundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni, ni, ni, ni utekelezaji kama kamati ya, wa usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua uh, na tunasema kwamba kila mmoja ate, atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS tumeshaona wamechukua hatua, lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli, tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao nao wamefanya ya kwao, kwa maana ya kutengeneza beri ambazo ziko tayari, kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana. Lakini pia wameanza kufanya kazi masaa ishirini na nne kwa msaada wa Tanroads wa kufungiwa taa pale za usiku, ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku tatu, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo, wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Kwa sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi, na hii inaweza ikawa uh, tumeanza kutengeneza mwarubaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Naitwa injinia Shabani Mndende, ni afisa mkuu wa LATRA kwa Mbeya, lakini pia ni mjumbe wa kamati ya usalama barabarani eh kama kamati tumeendelea na utekelezaji wa ya wa mweshimua mkua mkoa, ambapo kama tunakumbuka siku ilipotokea tukio la ajali tulikutana vikao vya dharura na kupeana maelekezo kwalimbali. Moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba, ambayo yalienda kwenye upande wa ni nikuhakikisha kwamba barabara ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja, ili itakapohu imekamilika kuuika kwa aoi. Lakini pia tulivokaa kama kamati, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo linakuwa na mteremko mkali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa e, beria ama vizuizi na wenzetu wa jeshi la polisi, lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku na mchana. Na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote, tupongeze jitihada zinazoendelea e, jeshi la polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza e, kukaa muda wote saa 24 kabla hata ya taa kufungwa lakini walienda mbali zaidi, wametekeleza suala la kuweka vizuizi kwa maana ya beria, tumepita tumeziona. Lakini pikipiki piki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati, pia tumeshuhudia kuna pikipiki piki, zipo mbili, ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusadei li lile eneo la mteremko mlima Iwambi. Lakini TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze ku eh, kuwezesha askari wanapokuwa pale waweze kuonekana ki, kiurahisi ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hilo. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama barabarani mkoa kama mjumbe eh, kamati tumeridhishwa na jitihada zinazoendelea na sisi tutaendelea kufuatilia eh, hatua kwa hatua ili kuhakisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na eh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa, na kama kuna eneo la kushauri kama kamati tutashauri, ili kuhakikisha kwamba e, barabara zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea e, kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. E, hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya, kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo kama alivyosema ratio kaimu ratio, hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji wajitahidi wa sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari wa usalama. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali e, yanapozuiliwa magari kupita, basi wenyewe wanakuwa wakichomoka e, kukaidi maelekezo hayo. Sasa, kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watunge mkono katika eneo hili, na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anakuwa salama.